Joe, eh. Nikaona natazama farasi mweupe uh. Na yeye aliyempanda anauta uh -huh. Akapewa taji uh. Naye akatoka akishinda, twende twende, endelea apate kushinda. Na alipoifungua muhuri wa pili ambayo Yohana yuko anaona rafiki wa nani? Akatoka farasi mwingine mwekundu sana. Hayo ni mambo ambayo rohoni yanaendelea. Mbingu inataka kuchukua maamuzi, lakini nikosa mtu ni nani? Rafiki yangu ninaweza nikampa taarifa zinazoendelea ndani ya kanisa, ndani ya nchi, ndani ya ndoa za watu, ndani ya nyumba za watu, ndani ya ardhi kwenye Tanzania yetu, ndani ya mipaka yetu. Anaangalia ni nani nitampa hizi taarifa? Nani rafiki yangu? Nani rafiki yangu? Akatoka farasi mwingine mwekundu sana, ndio. Na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi. Na yeye aliye mpanda akapewa kuiondoa amani ndani ya nini, ya yani, nchi. Kwa hiyo hapo anakuja sasa, anatafuta, anakutafuta fibati, wewe akupe taarifa ya nchi uweze kuwapelekea watakatifu waweze kuomba <laughs> uh -huh. Ili watu wauane. Eh naye akapewa upanga mkubwa. uh -huh. Na alipoifungua muhuri wa tatu, nikamsikia yule wa tatu mwenye uhai akisema njoo. mm. Nikaona natazama farasi mweusi na yule uh. aliyempanda ana mizani mikononi mwake. uh. Nikasikia kama sauti katika, katikati ya hao uh. wenye uhai wa nne uh -huh. akisema baba changano kwa nusu rupia, na vibaba vitatu vya shayiri kwa nusu rupia, wala usi usiazuru mafuta wala divai. <coughs> Na alipoifungua muli moli ya nne, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wanne akisema, njoo. Nikaona nika na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu. Mm. Yeye aliyempanda hey, jina lake ni mauti. Na kuzimu akafuatana naye. Na kuzimu wakafuatana nini? Akafuatana naye. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana mpaka hapo unaona kwamba yani tunamsingizia shetani asilimia tisini, na si ndio? Maana yake shetani anachochezwa na sisi, ni akili yetu Maamuzi unayochukua ni kiwango cha upendo unaompenda nani? Mungu! Haleluya! Mtu anayempenda Mungu hasukumwi. Mtu anayempenda Mungu hauizwi, sindio? muda wote huku kuna tukutia, huku kuna waka moto. Haleluya! Mtu anayempenda Mungu, lakini pia kiwango cha upendo. wanacho Mwanadekai alikuwa na kiwango cha juu, unalipata vizuri? Hakupepesa macho wala kufunga mdomo, alimwambia binti yake, Mungu amekupeleka hapa ili uokoe Wayahudi. Usipowaokoa Bwana anaweza wa kukua na akainua mtu mwingine kwa ajili ya Wayahudi. Mungu akusaidia sana, haleluya. Unanielewa vizuri? kiwango unachompenda Mungu, kiwango unachompenda Mungu. Haleluya! kiwango cha kumpenda Mungu mpaka inafika hatua, Mungu anataka kwenye kikao chake na wewe ujumi, na wewe uwepo, sindio? Na wewe uwepo. Tukiuliza hapa, wangapi ambao saa nyingine unakuta yuko rohoni, anaona mbingu inafunguka, alafu anaona kinachoendelea mbinguni nyosha mkono, kama una namna hiyo, nyosha mkono, osha mkono. Umeona, nikawaambia Alamisi, tuna haja ya kutubu, tuna haja ya kutubu eh. Maana yake kiwango tunachompenda Mungu, yaani wewe unataka Mungu akufanyie mambo, lakini kiwango chako cha kumpenda kiko chini. Wakati Mungu anataka wewe, ingia shambani kwangu hakuna kingine gonjo kwangu, onyesha upendo. Tukapeana mfano, ukinijari, ukiwa karibu na mimi, na mimi utanishawishi kuona lakini, huyu mtoto ananipenda, huyu mtoto ananipenda, utanivutia kuwa kwako karibu. Ila ukiwa mbali na mimi, ukawa kama unanikwepa, na mimi tasema, hmm, sasa unazani Mungu ni aje? Kama sisi wanadamu tuko hivyo, ukiwa mbali na Mungu na yeye anasubiri kwa sababu ipo siku utahitaji tu. Hiyo ndo shida ya wanadamu, kiwango changu cha kumpenda Mungu kiko chini, ila ipo siku nitamhitaji. Na nakusubiri katika shida yako hiyo hiyo, uje Mungu akusaidie sana, kwa kiwango kile kile cha kumpenda Mungu, akaona haya sio maisha ni ba akasikia huruma juu ya watu wake kuangamizwa na yule mchinga aliyekuwa amejipanga kuangamiza Wayahudi. Mungu atusaidie sana. Bibilia inasema akatoa tamko, akatoa tangazo, watu wafunga. Siku ngapi? Tatu, bila kunywa wala kula. Unalipata vizuri, kiwango cha kumpenda Mungu. Sehemu ambapo kuna watu wenye viwango vya kumpenda Mungu, huwa Mungu anajitukuza kuna vitu Mungu anafanya ambavyo vinashangaza watu. Haleluya! kuna vitu Mungu anafanya. Alafu nikwambia siku hizi, kuna hiki kitu, nimefanya uchunguzi wangu tu wa kawaida, kuna hiki kitu, hata kama Mungu atende mambo ya ajabu kwa mpendwa mmoja watu hawaoni kama ni jambo zito, yani hawaoni umuhimu wa kumshukuru Mungu. Anachukulia kwamba ongera, bwana, umepata gari hii. Jamani, ongera hii, Yesu ametenda. Haoni kwamba ni kitu cha ajabu. Ndani ya kabila letu Bwana kainua mmoja, nisikie ni mzigo, ikiwezekana nyinje na rukaruka nje, nishukuru Mungu kama yeye anatoa sadaka za shukrani. Mimi nakuja na sadaka tena, ikiwezekana nashukuru. Jamani, namshukuru Mungu, nimemwona Mungu anamtendea upendo magari amempa biashara, amempa kazi na shughuli. Bwana anaangalia ile mbegu ya upendo, alafu akisha iangalia, si nimeshukuru kwa ajili ya upendo, Bwana anaenda kuinua vya kwangu. Wakati niko binti nikawa nasikia moto kuombea mabinti wenzangu, wakaniuliza hivi wewe well, umerogwa jioni ila mimi wakiniambia sijioni na jiona bado mimi mdogo, na nikamwambia Mungu nifunike, shetani asinionyesha kwamba mimi nimekuwa nasikia mzigo wa kuombea wengine. Unanipata vizuri? jinsi nilivyokula gharama kubeba mzigo ya watu wengine, ndivyo Mungu akatokezea njia bila pili kuomba. Unaona Mungu alivyo, yaani upendo ule ule unaopeleka kwa huyo Bwana anakuja kukulipa mara saba ya kile ulichokifanya. Haleluya! kiwango cha upendo unachompenda Mungu, ukimpenda kinafiki, naye anakuja hivyo hivyo. Alikuwaga natuambia mchungaji wetu wakati wa vijana, akasema hivi, Mungu ukimwona nikaa Mungu nikaa kijana kadogo, ama kwa akawezi kufanya jambo lolote kwako ni kale kanakofanya kidogo kidogo mpaka jambo litimie, atakuja hivyo hivyo liti. Ukiona Mungu ni Mungu mwenye nguvu ambaye ukikanyaga alizi inatitia, ambaye ukitamka neno mapepo yote yanakimbia wachawa, na na wachawi wanafunga vibuyu vyao na mitongi yao, Mungu atakuja hivyo hivyo na atafanya, utaona kwa macho yako. Mungu atusaidie sana. Kiwango cha kumpenda Mungu Yusufu kampenda Mungu akasema mimi kuliko nizidi, ni aheri nife, ni aheri gereza linione, kuliko mimi kumuasi nani? Mungu. Kiwango cha kumpenda nani, ehe. Baada ya pale, kiwango cha kumpenda Mungu, nini kilichotokea kwa Yusufu? Akawa nani? kinachotukosti nini? Tunarudi sasa nyuma, kwamba shetani wetu ndiye anayetuharibia sifa ya kwenda mbele za Mungu. shetani wetu shetani wetu ambaye ni aki uko ibadani nasikia nimechoka. Ah, ibada nayo nini haishi. kakichoka nauma nimeona leo nisikia ibadani nikimeza dawa nasikia mwili kuchoka. tukiongea hapa kila mtu hapa, hapa na laki, si ndio, si ndio? kiwango cha kumpenda nani? Ah, leo nimesikia baridi sana, haina haja ya kuja kwenye mkesha, haina, haina maana amii yani, jamani huwa wa, najisikia vibaya, ilienda ikarudi. Lakini je hicho ndicho kiwango cha kumpenda Mungu? Ukiambiwa kwamba ni ndugu yako unayempenda amepata shida ndani ya ule muda uliopata kwenda kwa Bwana, utanyanyuka, utanyanyuka, unanyanyuka. Maana yake shetani anachezesha, unachezesha, akichezesha remote, anasubiri Aki Bwana anasubiri, aone unachagua wapi, ndio au hapana Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu e, e, e, ngoja turudi hapa, ngoja turudi hapa, turudi, turudi kwenye mbili nane mpaka kumi na moja turudi mbili nane mpaka kumi na moja Uh -huh. Na malaika wa kanisa lililoko Samaria. Haya ndiyo maneno ane, anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Haya ndio maneno anenaye aliye wa kwanza na wanini? uh -huh. Aliyekuwa amekufa kisha akawa hai uh -huh. Aliyekuwa amekufa kisha akawa nani? Huyu ni Yesu Mwokozi. Haya tuendelee. Ziki yako na umaskini wako. Naijua ziki yako na umaskini? Uh -huh. Lakini utajiri, lakini utajiri najua na matukano ya hao na wanaosema wanaojiita tumeokoka sisi ni warokole, ni sinagogi la shetani Unaweza ukaishi na mpendo mwenzio, kumbe ni sinagogi na nani. Kuwa makini sana, usiogope mambo yatakayo kupata. Huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, maana yake kwenye majaribu. Wewe e, atawatupa baadhi yenu kwenye nini? Uhum. Uhum. Uhum. Uhum ili mtakuwa eh, uwe Uwe ye, na naziki siku kumi, uwe mwaminifu, nami nitakupa taji ya uzima. Yeye aliye na masikio na asikia neno hili ambalo Roho anayaambia makanisa. Haleluya. Endelea. Yeye, hata, hata, hata, hata, na, na, na na yeye atakayeshinda, ukiletawa jaribu ukashinda, usitoke mbinguni kwa Yesu, atakupa neema, haitapatikana mauti ya pili kwako, atakupa kushinda mauti ya pili ambayo, mauti ya pili ni kwenda jehanamu, mauti ya pili ni kumkosa Mungu, mauti ya pili ni kutoenda mbinguni. Mungu atusaidie sana Haleluya, haleluya, anasema uwe mwaminifu hata kufa kwani, wewe unataka uokoke wende mbinguni bila majaribu? Wewe umerogwa, umerogwa. Mimi niliokoka nikatandikwa na mzee na nikafukuzwa, mama yangu nimemwona naenda kuolewa, unasema kwamba eti majaribu yamenizidi. Biblia inasema chao na majaribu kiasi cha kufanyeje? Cha kutoa kutoa, si ndio? si ndio? Wao nazani ukiwa na jaribu ukapiga kelele, unamtisha Mungu. Ikiwa tuna nyeri mwombaji ambaye alibadilisha ukurasa, badala ya kuwa mara mara moja, akabadilisha kwa siku mara ngapi? nani walikuwa na mali za kutosha, ama jeuri ya kushangaza pana, lakini akamwambia Shetani, nenda kaguse mwili wake, marufuku roho yake. Watoto wakaenda, mifugo ikaenda, mali ikaenda na mke akamkataa. Na hapo mke anamkataa, anajikuna na jiwe. anajikuna na jiwe. wote, anajikuna yo, yo, na anajikuna na mwili wote, anajikuna na nani na nini, unasemaje? Nasemaje? Ndio maana anakwambia uwe mwaminifu hata kufanyeje, hata kufa. uwe mwaminifu hata kufa uwe mwaminifu hata kufa. Yule ashindae hatapatikana na mauti ya pili. Yule ashindae hatapatikana na mauti ya pili. Lakini walokolewa sasa hivi hawataki majaribu. Majaribu utaki, utakwepea? Utaki, utaki, utaki, utaki, utaki wapi? Utaki majaribu, utakwepea wapi? Kama umeamua kuokoka, sharti ni kwamba ukubaliane kupita njia hiyo Bwana aliyoiandaa. Yani, penda usipende, kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu ugonjwa juu yako ili ajitukuze. Anasemaje kwa Razaro? Wakati wanamwambia Razaro ana hali mbaya akasema, ugonjwa huu sio wanini sio wamauti unanipata yana, akawaacha wanapiga kelele, lakini yeye anaendelea na huduma kwa sababu anajua Razaro ni mzima. Nikajaribu ambako amekaruhusu iza kwa watu juzi, Mungu akatufunulia nini? wale wana mzembo wangu tulio kwa wote wala akatufunulia kitu hiki. sa nyingine Mungu hulete jaribu kwa mpendwa mmoja na nyinyi kuwapima, kwa akileta jaribu kwa huyu anawapima kanisa iki. anakupima unaupenda kiasi gani na ukoji zaidi ya hayo ro robo tatu ya watu huwa kama mke wa Ayubu kusema amepigwa huyo hayo ni mapigo hayo. Hakuna atiaye moyo, hakuna afarijie, hakuna abebaye mzigo, hakuna anayeomboleza kwa ajili ya ndugu yake, hayupa Mungu atusaidie, Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Yeye ashindae hatapatikana na mauti ya pili, lakini anakuambia uwe mwaminifu mpaka mpaka kufa uwe mwaminifu mpaka kufa. Wewe kama umekubali kufata njia hiyo, sharti ni moja, majaribu huwezi kuyakwepa. Hilo yani, wala nisiwadanganye. Toka wiki iliyopita nimewaambia, nisiwadanganye, hakuna mtu aliyeotoka anayeenda tambarari. Wewe mpaka Elia kufika hatua ya kusema sasa Bwana, manami wenzangu wote wamekufa, wamewa wote wameisha, nimebaki mimi sasa, nami nimekuja hapa nijifie. Unazani ni kitu rahisi? Sio hivyo tu